na vile ambavyo Mungu alikuwa amemweka angefanya mambo makubwa tena zaidi, lakini kwa sababu shetani alipata nafasi katika uzazi wake, ndio kuna yale ameana, lakini bado natumai huyo mtu angefanya mambo makubwa zaidi. Anasuuli hio mama. kuna maana kama mwanadamu katika ulimwengu wa kioo, neno linapokuja, ni vizuri uukatiweke katika moyo wako uukajuweke katika nafsi yako. Maana kila mtu anajijua, hakuna mtu ajiju e anda kukeo ae uedahaioinji yako unajua vizuri so